Wema wa Mungu mapendo ya Mungu na jinsi Mungu anavyozidi kumtunua katika maisha yetu. huu ni mwaka a ni mwaka ni Yohane tu ambaye hana mwaka, ndiyo maana hana kuingilia katikati muda kwa muda na kama siku yale ya leo tunasoma injili ya Yohana. Tulifunga kipindi cha kawaida na ubatizo wa Yesu na Jumapili Yesu alibatizwa. Tunajua sisi tunabatizwa. Kwa nini tunabatizwa? ili tuondolewe dhambi ya asiri na dhambi zingine zozote. Kwa ubatizo tunawekwa alama ya kuwa watoto wa wa Mungu, wa Mungu. zaidi tunakwaa Kristo tunakuwa John alistahili kuwa kubatiza kekamuu, baba yake alikuwa kuhani na yeye kwa hiyo John, kwa hekima yake akaamua aondoke, mjini aende pembeni, mahali jangwani, mahali kuna usalama, msifi Yesu Kristo. Na ni kweli kuna tofauti ya kumhubiri hapo karibu, si ni kweli? Kwa hiyo Yesu aliondoka sababu ya usalama jambwani, na kule jangwani angekuwa na nafasi nzuri na la muhimu ameliondola ini na ameenda kuanzisha hekalu ya kweli kule jangwani. Na tunajua watu wengi walienda kutafuta Yohana, na watu wengi walisikia ujumbe wake, na tunasikia kwamba watu wengi walienda kubatizwa. Kwa hivyo Yesu, Yohana ametoa hekalu mahali ilipokuwa Yerusalemu na amelipeleka jangwa na ndiye tukasema Yohana alishtuka sana. Tunakumbuka pili sababu alipokuwa akibatiza, akaona Yesu yuko kwa laini kuita watu wageuze maisha yao wa, waache dhambi na waanze kufuata Kristo, na wao walienda kubatizwa. Na wakati alipokuwa kubatiza akaona Yesu kwa kwaai John, akashtuka sana ndiyo t tunasema, ubatizo wa Yesu was an embarrassment to John. Sijui kama mmeshasikia

ili kwanza aweze kujitambulisha pamoja nasi. Hiyo ni ya kwanza. Namba pili, anabatizwa ili aweze kubariki maji yote duniani. That's why baptism must be done through what, maji yote yanayotakatifuzwa kwa ubatizo wa Yesu. Na namba tatu, Yesu jipya mambo mawili ya kwanza ni ubatizi anaanzisha ubatizo mpya, na la pili anaanzisha kazi yake rasmi. Ni baada ya ubatizo, ambapo Yesu akiongozwa na Roho Mtakatifu anaanza sasa kwenda kuhubiri. Hii ndiyo sababu Yesu a na ndio maana sasa kuna ubatizo mbili kuna ubatizo wa Yohana na ubatizo wa so, Yesu sijui wewe ni ubatizo wa nani Mungu ni mwema Introduction hio John amesema tayari, mimi siye, na anasema anayekuja hata mimi sistahili kufungua viganda vya viatu vya vyake. Na introduction ya John leo kwa Yesu unasikia ni mambo kwa hivyo ye anakuja, kwa sababu amesema mimi si si namba 2 anasema